Je, ikitokea nimepoteza kumbukumbu kitu gani utatamani nisikumbuke? Ah. Kuhusu maneno ya watu. Hmm. Kuhusu mabaya yangu. Natamani mda mwingine, natamani <clears throat> natamani kama ningekuwa mimi na nayotu katika dunia yetu, yaani hauna historia yoyote, sakaa kujua the fact about ndugu yako yoyote au jua ndugu yako yoyote, tujikute ni kama vile Adam and Eve <laughs> <dunia> <laughs> because nimekuja kugundua um, mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu ya ukiingiza, watu wengi sana, ukiingiza yani, ah, kwa sababu huyu ni kaka yako, kwa sababu huyu ni best yako, namkubari sana, ukamwingiza katika mahusiano so nakuta yanavunjika tu yeah. lakini <laughs> kama ukiwa unasimamia moyo wako unavyokwambia kama ambavyo unafanya kwamba mi najua nimefanya hiki meniletea kuna kusudio la hili jambo then yeah. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukuyumbisha, si unaelewa?